Watazamaji katika chaneli pendwa yetu hii ya Safari ya Afya, hii leo mezani ni swali: je, kuzimia kwa mtu ama kupoteza fahamu kunaweza kukampelekea kuweza kupata matatizo ya kifo? Utakuwa sambamba nami Daktar Rukas toka hapa tunapoanza mpaka tutakapotamatisha. Lakini kama tuwe ni wa kwanza kufungua video hii, usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata video zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazi upload. Ndiyo, kuzimia ama kupoteza fahamu ghafla kwa muda mrefu ama muda mfupi kunaweza kusababisha kifo, hasa kama chanzo chake ni cha hatari au kama madhara yatakayojitokeza ya kuzimia hayajadhibitiwa kwa uharaka. Hapa tuna sababu kumi zilizojaa maelezo, naomba tufuatiliane, ili tuweza kuzi kutambua hizo sababu kumi. Lakini kwenye sababu hizi kumi, sababu ambayo mimi kwangu binafsi imeweza kunishitua ni sababu ya tisa. Twende sambamba, tukaone hiyo sababu ya tisa ni sababu ipi imebeba mshituo upi zaidi. Namba moja ni mshtuko wa moyo ama sudden cardiac arrest. Hii ni hali ambayo moyo unasimama ghafla, mara nyingi huanza kwa mtu kuzimia. Sasa hatari ambayo inaweza ikajitokeza kwa mtu wa namna hii, bila huduma ya haraka kama CPR au kifaa cha kushtua moyo, mtu hufa ndani ya dakika chache tu. Sababu ya pili ni kiharusi ama stroke. Kuzimia kunaweza kuwa dalili ya damu kuziba au kuvujika kwenye ubongo. Hatari ambayo inaweza ikajitokeza ni kwamba ikiwa ubongo haupati damu huweza kuharibika na e, kifo kutokea haraka kama matibabu hayatofanyikwa kwa haraka zaidi. Sababu ya tatu ni shinikizo la damu kushuka ghafla ama severe hypotension. Ghafla mtu hupoteza fahamu kwa sababu ubongo haupati damu ya kutosha. Hatari ambayo kajito inaweza kujitokeza ni kwamba inaweza kuashiria kushindwa kwa moyo, kutoka kwa damu nyingi ama mshtuko wa mwili, na yote yanaweza kuua haraka. Namba nne ni kupungukiwa na sukari ama severe hypokemia. Wanaougua kisukari wanaweza kuzimia iwapo sukari inashuka sana. Sasa, hatari ambazo pia huwa zinajitokeza ni kwamba bila kupata sukari haraka, ubongo unaweza kuharibika na kusababisha kifo. Namba tano, hii ni pamoja na koma la kisukari ama diabetes koma Watu wenye kisukari wanaweza kupoteza fahamu kwa sababu ya sukari nyingi au kidogo kupita kiasi. Hatari ambazo zinajitokeza kwa watu wa namna hii ni kwamba bila tiba ya haraka, koma inaweza kupelekea kifo ndani ya muda mchache sana. Namba sita ni kuumia baada ya kuanguka ama head trauma. Kuzimia mahali penye hatari ama barabarani, bafuni, juu ya ngazi Unaweza kusababisha mtu kuanguka vibaya. Sasa hatari ambazo zinajitokeza pia ni kuumia kichwa au uti wa mgongo unaweza kuwa ni papo hapo ama baada ya muda mfupi pia. Namba saba, matatizo ya mfumo wa umeme wa moyo ama asimia. Mapigo yasiyo ya kawaida yanaweza kufanya moyo usipeleke damu vizuri. Hatari ambazo hawa zinajitokeza pia ni mgonjwa kuzimia na bila matibabu ya moyo acha kabisa kupiga. Namba nane, moja ya sababu pia ni mshtuko wa mwili mzima ama kwa lugha ya kigeni kiita anaphylactic shock. Hali kali ya mzio ama aleji inaweza kufanya mtu azimie kutokana na kushindwa kupumua. Hatari zake pia ni kwamba, bila sindano ya adrenaline au tiba ya haraka hewa hufungika na kifo kutokea ndani ya dakika chache tu. Kabla hatujaingia moja kwa moja kwenda kutazama sababu ya tisa, ile ambayo kwangu mi binafsi imeweza kunishitua sana, naomba kuweza kukumbusha kama tu wewe ni wa kwanza kufungua video hii, usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata video zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazia upload. Twende moja kwa moja tukaitazame hiyo Pointi namba tisa. Je, kuzimia kwa mtu kuna uwezo wa kumpelekea mpaka kupata matatizo ya kifo? Kwa sababu ya tisa ni pamoja na dawa au sumu mwerene drug overdose or poisoning. Baadhi ya dawa au sumu kushusha fahamu hadi mtu azimie. Hatari zake ni kwamba kuzimia kutokana na sumu kunaweza kuharibu viungo au kusimamisha moyo, na hali hii inaweza ikasababisha kifo. Tuende moja kwa moja tukaitazame pointi ya kumi na pointi ya mwisho katika swali letu la aje, kuzimia kwa mtu kunaweza kukapelekea hadi sababu za kifo. Namba kumi ni pamoja na kuzuia kupumua ama respiratory failure Mtu anapozimia kwa sababu ya upungufu wa oksijeni, kama vile kuzama majini au kukosa hewa, anaweza kufa hapo hapo. Hatari zake pia ni kwamba ubongo hukosa oksijeni, moyo husimama na mtu hufa kama hatosaidiwa kwa uharaka. Hali hizi zote na uwezo wa kuzihitimisha kwa namna hii, kuzimia si jambo la kupuuzwa, hasa kama kuna historia ya moyo kisukari au mtu kuzimia mara kwa mara bila sababu inayoeleweka. Kuzimia kunaweza kuwa ishara ya tatizo kubwa sana. Ni muhimu kumpeleka mtu hospitali haraka anapozimia, hata kama anapona baada ya muda mfupi. Safari ya Afya hajukumu zima la ujenzi wa afya, hili lote linatuhusu sese sote, hivyo jambo la msingi ni ku endelea kutufuatilia kwenye video zetu ambazo tunakuwa tunaziposti mara kwa mara, kuendelea kujifunza kwenye mambo mengi ambayo yanahusiana na afya. Hivyo niwe mstari wa mbele kuendelea kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufuatilia video zetu mpya pindi ambapo tumekuwa tukiziaprodi. Sina kitu kingine cha ziada, shukrani zangu za dhati ziwaende ende. Asanteni.